Mheshimiwa Saada karibu katika familia ya Kiingereza. Unaweza kutuambia, um, ujio wako na msafara wa rais umefikaje na uh, matarajio yalikuwa ni nini? Asante, tuko uh, hapa London kwa ajili ya kushiriki mkutano wa Commonwealth ndohusi mwekezaji kwa mjadala wa biashara, na mkutano rasmi utaanza kuanzia kesho, lakini kubwa zaidi leo tumepata fursa ya kukutana na Tanzania wanaoishi hapa Uingereza kutoka maeneo mbalimbali na tumeweza kutoa ufafanuzi na kujibu hoja mbalimbali mbali. Lakini vile vile tumepokea ushauri mzuri kutoka kwa wanadiaspora wa ambao wameutoa kwa serikali zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na matarajio yetu kwamba tutaendeleza haya mashirikiano makubwa ambayo wenzetu wanadiaspora wanayo, lakini na wao wautayari wao kushirikiana na serikali zetu na kwa ajili ya kuweza kufanya mambo mbalimbali yakiwemo vile vile kuweka ujuzi nyumbani. Uh, wengi wao tumewaona wamepata elimu na wako tayari kabisa uh, kujitolea kwa ajili ya kufanya kazi nyumbani katika maeneo mbalimbali. Tumeona shauku kubwa ya wanadiaspora uh, ambao wako katika sekta ya afya kuja kusaidiana kushirikiana na serikali Uh, kutoa huduma za afya lakini tumeona wengine wataalamu wa, wa teknolojia wafewe wao na shauku kubwa na hamu ya kushirikiana na, na serikali katika kutoa na wao utaalamu wao kwenye masuala mbalimbali serikalini, lakini wengine wengi vile vile wa wawekezaji nyumbani, uh, na wameona namna gani wawekezaji uh, unavyokwenda wameweza kushirikiana na sisi kuweza uh, kuibua hude mbalimbali ambazo zitafanya sasa uwekezaji uwe katika level nyingine. Kwa hivyo matarajio yetu ni kwamba tutakapoondoka hapa, tutakwenda kuyafanyia kazi yale yote ambayo wametueleza lakini mengi tutashirikiana pamoja katika kuona namna gani tuna facilitate these investments ambazo wanadiaspora wanazo wa, wa nyumbani na kukaribisha fursa mbalimbali ambazo tumeweza kuzionyesha kwao, na umekuwa wamekuwa very keen na au participate katika hizo fursa zikiwemo, uh, kupata nafasi ya kununua labda nyumba na wanaona incentives ambazo, uh, kwa mfano ukinunua nyumba pale Zanzibar kupitia aidha mfuko wa hifadhi ya jamii ama shirika letu la nyumba la Zanzibar, unapata uh, gani ikiwa kama mwana diaspora maswala ya ardhi mengi mengine. Kwa hiyo ni mkutano ambao kwa uh, kweli una tija kubwa kwamba tutaendelea kushirikiana na wenzetu wa Tanzania, wenzetu ambao wako huku kuweza sasa kupeleka taifa letu katika nafasi nyingi na kimaendeleo. Mheshimiwa, kuna swala moja kidogo hapa katika ujio wenu, najua umeshasafiri sana na rais wa Jamhuri ya Muungano na rais wa Zanzibar, lakini ujio wenu huu umekuwa kidogo kwa tofauti watu wamepokea kwa shangwe la hali ya juu na matumaini makubwa, wakilinganisha labda na kabla ya hapo. Ni nini siri ambayo mmekuja nayo mpaka wana diaspora wakaridhika na wameondoka na matumaini makubwa leo? Uh, wana diaspora uh, mara nyingi kila tunapokwenda wanakuwa wana, wana hamu kubwa ya kukutana na viongozi wao. Uh, hapa wamejitokeza wana diaspora wengi na katika maeneo mbalimbali, lakini Mazu, ambacho amaweza naksema ni matagizo mazuri ya wa ubalozi wake hapa London. Uh, Mheshimiwa balozi amefanya kazi kubwa sana na ngeimo na wana diaspora hapa, amekuwa nao katika masuala mbalimbali na nimeweza mime, kusaidia kwenye mambo mengi. So hata wana diaspora wa hapa wanaona kama uh, Mheshimiwa balozi ni mwenzao, ni mtu wao, ni ufasiliteta wao. Kwa hiyo umekuwa na mwitikio mkubwa uh, kutokana na matarisho hayo, lakini hata vile, hii ni kutokana na maendeleo makubwa ambayo nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapiga Uh, lakini kwa kushirikiana kwa kiasi kikubwa na wana diaspora ambao apatabalibali. Uingereza ni nchi mojawapo karibu kabisa ambayo tunashirikiana nayo katika masuala mbalimbali, lakini tumeona namna gani wana diaspora ambao wako hapa Uingereza kutokana na urahisi uh, pengine wa usafiri, urahisi wa huduma mbalimbali, huduma za kifedha, huduma za kiteknolojia wanakuwa mara kwa mara wako karibu zaidi na nyumbani ukilinganisha na wanadiaspora wengine popote. Kwa hiyo pengine ni ile ukaribu wa Tanzania na Zanzibar pamoja na diaspora engagement yao, na tunajua familia nyingi ziko nyumbani, wana facilitate wana saidia sana katika uchumi ao sababu a shauina kiu kubwa, na unaona maendeleo makubwa basi itopeza kwa wingi walikuwa na mambo yao. Na ambayo wametoa ufafanuzi masuala mbalimbali, hadi maalum so, na mengineyo so, sera ya mambo ya nje, yote hayo walikuwa wanataka kuja kwetu sisi ieleze. Kawa hili ni jambo ambalo limeleta tija sana, kwa sababu wao walikuwa na hamu na maswali hayo yanayoulizwa na wametoa majibu, ameridhika, amefurahi na na kwa kweli tu nasalikay umesema muda ulikuwa ah, ah, um, ni mchache um, na sisi ni diaspora hapa, ni wasafiri wa kila siku wa nyumbani hatukupata fursa ya kuzungumzia topiki au suala hili kuulizwa, uh, ni maendeleo gani yanaendelea kwenye bima ya afya ambayo iko katika sekta yako ya idara ya fedha? Naweza kutuambia lote? Matumaini tunaendelea vizuri uh, actually tumeshirikiana sana na diaspora kutatua zile changamoto ambazo zilizokuwa zimejitokeza mara kwa mara. Kwa sasa tuna encourage sana wenzetu wao wanafikia umbai na hiyo kuwa, unajua kitu chochote kipya, sera, mabadiliko ya sera, ilikuwa na ugumu sana. Binafsi nadhani nimefanya mkutano mara kwa mara na diaspora kuelezea, kuelezea na kuelezea namna gani hili jambo limekuwatod na gani, na alhamdulillahi, actually mapato yaliyotokana na hii, hii bima Uh, yamepelekwa katuapeleka katika, katika huduma zetu za afya na tunaona kuna improvement kwa sasa hivi. Changamoto bado zipo kwa kutoa huduma, lakini tunaamini tuna kwamba tutaendelea mbele zaidi kwa tu uh, zi sisi zile changamoto ambazo watu walikuwa wakipigia sana kelele, sasa hivi zinaishi sasai meshazakukuja Zanzibar kama sio raia wa Tanzania na resident permit, basi unahitajika kulipia inbound travel insurance ambayo kwa mtoto chini ya umri wa miaka 18 analipa dola 22, lakini hizo zote zinakunda katika mfumo na zinachangia zina zina katika kuimarisha zaidi huduma za afya. Tunaamini sana katika boresha uh, huduma za afya. Kwa hiyo imetusaidia na tunaendelea kuiboresha zaidi, usiwe na malalamiko kwamba mtu anapokuja pale ambapo anapata anapata emergency basi anapata sababu napata muma kutokana na muma yake. Kwa hivyo hata zile changamoto malalamiko, sasa hivi mengi yamepungua. kuinisha na Swahili Voice na uh, tukiungana na uh, Swahili Media tuwashukuru kwa uji wenu na tuwashukuru pia uh, kwa ushirikiano wenu na pia, mnaonyesha sana. Asante sana.